Karibu Maujanja Zone na leo katika video hii nitakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza video za AI zinazozungumza kama hii. Gwajima kaonekana leo. <laughs> Nawashushia kwa Mwamposa. Maana Gwajima kafungiwa makanisa abilia zangu. Si hadithi tu, hii ni AI inayoishi sasa. Tukafahamu namna gani unaweza kutengeneza video kama hizi za AI zinazoongea, lakini zenye voice nzuri inayomachi uh, kila anachokizungumza mtu. Lakini pia kama ulivyoona video zinakuwa zina sound effect na vitu mbalimbali ambavyo kwa kawaida kama ungesema uedit na kutengeneza mwenyewe ingekuwa ni ngumu sana. Sasa video hizi zinatengenezwa na AI na kama tunavyofahamu AI nyingi sana zinakuhitaji uweze kulipia ili utumie huduma zake. Lakini leo nitakwenda kuonyesha njia ambayo itakusaidia wewe kutengeneza video hizi bila kulipia wala kununua kifurushi chochote. Tutakwenda <tune> kutumia update mpya ya Google ya kutengeneza video ambayo inafahamika kama Veo 3. Kwa hiyo VEO 3 ndio ina uwezo kwa sasa wa kutengeneza video pamoja na audio za AI. Hapo mwanzo tulikuwa tukitengeneza video za AI, lakini audio na vitu vingine ingekubidi uingize mwenyewe, lakini AI hii imekuja na mapinduzi haya na ina uwezo wa kufanya wanaita lip sync, yani inafananisha kabisa kile anachokiongea mtu pamoja na maneno ambayo ya anayaongea, ni yani kama mtu binafsi ndio amezungumza. Sasa so bila kupoteza muda tuende nikakuoneshe cha kwanza kabisa ili uweze kutengeneza video katika VEO 3, ambapo hapa unapoona nipo kwenye ukurasa wa VEO 3. Ili uweze kutengeneza video kwenye VEO 3, kwanza itakuhitaji uwe na kifurushi, kama nilivyokuambia, AI nyingi sana zinakuhitaji na kifurushi ulipie ndio uweze kutumia huduma zake. Kwa hiyo sisi tutakwenda kutumia njia ambayo haitotuhitaji tulipie kabisa. Njia yenyewe ni hii: unapokuwa katika browser yako, kama ni Google Chrome unatumia uh, au Safari, utaandika neno hili VEO 3 na kusachi. Lakini pia nime, hapo chini kwenye maelekezo hapo nimeweka linki zote ambazo nitakuwa nikielezea humu. Kwa hiyo unaweza kugusa linki hizo na ukaja moja kwa moja kwenye tovuti hii. Kwa hiyo, ba, kama utakuwa umeingia Google na kusearch VEO3, utagusa linki hii ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo ukigusa hii linki itakuleta kwenye tovuti hii ya VEO3, yenyewe ikiwa na maelekezo na mambo mbalimbali na uwezo ikikuonesha uwezo na baadhi ya sample za video ambazo zimetengenezwa kuelekea ni hapa hii sehemu ya subscription. Subscription ni mahali pa kulipia na kupata vifurushi ambavyo vitakuwezesha wewe kutumia huduma za Google Gemini ambayo ndio ina engine hii ya VEO 3, yenye uwezo wa kutengeneza hizi uh, AI video ambazo zinaongea na sound effects na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukifika hapa sasa, kuna hii njia ambayo tutaitumia ni kawaida. Uh, Google AI Pro ingegharimu elfu hamsini kwa mwezi lakini sisi tutakwenda kuitumia uh, bule kabisa, kwa sababu kuna uwezekano wa kutumia njia hii kwa mfumo wa trial. Yani unajaribu mwezi wa kwanza, wanakupa mwezi mzima, credit za mwezi mzima unazijaribu kwa mwezi mmoja, na baada ya hapo ndio wanaweza wakakuchaji. Kwao hiyo ndio njia ambayo sisi tutaitumia ili tuweze ku, ili tuweze kupata access ya VEO 3. Kwa tukifika hapa sehemu ya Google AI Pro, utagusa Get Started, iwe kwenye kompyuta iwe kwenye simu. Uh, vyote ni sawa, na ukurasa huu ukifunguka una itakuwa inaonekana kama hivi. Uh, kuna hii ya Google AI Pro ambayo ndio hii niliyokuonesha na kuna hichi kifurushi kingine. Kwa hiyo sisi tutakwenda kugusa hii hapa ya kwanza AI Pro, ambayo kama unavyoona hapa inaelezea vitu ambavyo utakua umevipata baada ya kujiunga au subscribe kwenye hichi kifurushi au hii plan ya yeah. ina vitu vingi pamoja na hiyo niliyokuonesha VEO 3 kwa tutagusa hapa get a Google AI Pro na utagusa sehemu ya agree kukubali hivyo vigezo na masharti, na baadaye itakuleta kwenye ukurasa wa malipo. Sasa unapofika kwenye ukurasa wa malipo ni sehemu ya msingi sana kwa kuwezesha wewe kupata uh, hichi kifurushi ambacho kitakupa access na kukupa credit uh, ama pointi za kutengeneza zile video. Kwa hiyo unapofika hapa sasa unatakiwa uunganishe njia yako ya malipo Utagusa sehemu hii kwa mfano kuna njia hii ya, ukigusa hapa sasa. Ukifika hapa itakuhitaji kuchagua njia ya malipo ambayo utafanya malipo, lakini kumbuka mwanzo imetuonesha kwamba hatulipi kiwango chochote cha pesa, lakini inakuhitaji kuweka uh, njia ya malipo japo haulipi kabisa. Kwa hiyo bila kuweka njia ya malipo hautoweza kupata huduma, kwa inakubidi uweke njia ya malipo japo haukatwi pesa yoyote. Kwa hiyo tutakuja hapa na baadaye tukishafika kwenye ukurasa huu tutachagua njia yetu ya malipo. Sasa kuna njia mbalimbali mbali. Kuna Visa, kuna Tigo Pesa pamoja na Mastercard. Uh, kwa urahisi kabisa njia ambayo nimejaribu na nimeona inafanya kazi ni njia ya kutumia Mastercard. Kama una Mastercard unaweza kujaza hapa. Kwa mfano umeona hii sehemu ya add debit au debit card unaweza kadi hapo, lakini pia kuna sehemu ya pay on your phone. Sasa sisi tutakwenda kutumia hapa debit au credit card hapa. Na tukigusa hapo itakwenda kurodi kama hivyo navyoonyesha, na itafunguka hivi. Sasa kwa njia ambayo mimi nimejaribu na nimeona inafanya kazi na wewe itakusaidia ni kutumia Mastercard ya Tigo Pesa. Sasa kwa faida ya watu ambao hawana Mastercard na yawezekana hawafahamu namna ya kutengeneza Tigo Pesa Mastercard ambayo itakuwezesha wewe kufanya malipo kwenye mtandao kama huu kirahisi kabisa, nitakuelekeza kwa sekunde chache. Kwanza ukiwa kwenye kurasa wa simu yako hapo, utapiga nyota mia moja hamsini nyota sifuri moja alama ya reli uh, hii ni menyu ya Tigopesa. Ukishangia kwenye menyu ya Tigo Pesa, hapo utachagua namba saba huduma za kifedha. Baada ya kuwa umechagua namba saba huduma za kifedha, utakuja sehemu hii imeandikwa uh, mixi kadi namba saba Kwa hiyo ukigusa hapo mixi kadi namba saba utagusa Uh, namba moja tena mix bias Mastercard, na baadaye itakuleta hapa. Kwa hiyo kama hauna kadi utabonyeza namba moja tengeneza kadi, kama tayari una kadi utagusa angalia kadi zako, angalia miamala au vitu vinginevyo, lakini unaweza kuifunga na kuifungia kadi. Kwa ka, unaweza ukafungua hii kadi ukatengeneza akaunti yako na baadaye ukaamua kuifunga kwa sababu Uh, imeunganishwa moja kwa moja na Tigo Pesa account yako. Kwa hiyo kama hauna utagusa namba moja tengeneza kadi na baadaye itakuhitaji uchague ezo na tengeneza kadi ya mara moja ama ya siku tisini. Kwa hiyo nitakushauri utengeneze ya siku tisini ambayo ndio kadi nzuri utakuja utajaza huku utaweka, uh, utapewa taarifa zote za kadi na itakuwa imekamilika. Kwa ukishafika kwenye ukurasa huu sasa kulingana na zile taarifa za Mastercard yako ambazo umepewa na utajaza hapa namba zote na baadaye sehemu hii utajaza uh, expired date ya kadi, utaona umeandikiwa hapo mwezi na mwaka, na baadae utajaza CVC ambayo ni namba ya usalama na uthibitisho wa kadi yako, na baadae utaandika majina yako, na hapa utaselect nchi yako ambayo ulipo, na baadaye utasevu kirahisi kama hivyo. Kwa baada kuwa umejaza njia hiyo ya malipo, utakuja hapa na kumalizia kwa kugusa hapo chini subscribe. Kwa kigusa subscribe tayari ita confirm. Haito kuchaji hela yoyote, lakini itathibitisha tu kadi kama inafanya malipo na baadaye itakwambia subscribe. Mpaka kufikia hapa tayari umeshakuwa subscribed na umejiunga kifurushi. Kwa hiyo njia inayofuata sasa ni kuanza kutumia huduma hii kwa ajili ya kutengeneza video zako, lakini ziko njia mbili ama ziko platform mbili ambazo zina uwezo wa kukusaidia kutengeneza video vizuri kabisa kwanza kabisa ni kuvitia uwanja wa kama tunavyofahamu ni AI ambayo hata sasa hivi kwenye simu zote za Android AI hiyo ipo, unaweza unaeza application na ukawa unatengeneza video kirahisi, lakini iko application nyingine ama platform nyingine inaitwa na enyewe uh, ina, ipo pamoja na Google na inakuwezesha kutengeneza video, lakini itakuwa na features nyingi na inakuwezesha fanya setting nyingi tofauti na ukijenerate kupitia Gemini. Kwa tukianza kabisa kama utapenda kujenerate kupitia Gemini, unaweza ukasearch hapa kupitia Google Chrome ama uh, browser yako yoyote, ukiandika tu Gemini kama hivyo na itakuletea uh, hapa unaona Google Gemini, na ukigusa Google Gemini unaona inavofunguka ina itakuleta kwenye ukurasa huu na ikishafunguka uta, utaona tayari utofauti kwamba sasa hivi sehemu hii ya video inaonekana hapa, ina maana kwamba kama unavyoona hapa imeandika neno generate with Veo 3. Kwa hiyo una uwezo kutengeneza video ambazo zitakuwa na sauti na watu wana uwezo kuzungumza pamoja na soundtrack na kila kitu kupitia AI hii. Lakini hata ukitizama huku juu unaona imeandika pro, kwa hiyo hapo itakuwa inaonyesha email yako uh, Hivyo basi kama utatengeneza kwenye simu au kwenye kifaa kingine, hakikisha unatumia email yako ku sign in ili kuendelea kutumia credit. Lakini sasa njia ya pili ama platform ya pili ndio platform bora na nina recommend utumie platform hii ili uweze kufanya setting mbalimbali mbali wakati unatengeneza video zako na platform hii inafahamika kama Flow. Lakini naendelea kusisitiza kwamba linki zote na maelekezo yote nimeweka hapo chini kwa mtiririko, nikihakikisha kwamba wananielewa na tunafuatana hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwanza una uwezo wa kusechi Google kama kawaida, ukaandika neno hiyo Flow na ukaja kugusa hii link ya kwanza kabisa hapo Flow. Na baada ya kuwa umeingia mpaka hapa uh, utagusa sehemu imeandika Create with Flow. Ukigusa hapo Create with Flow itakuleta kwenye ukurasa huu, na utaona kama hapo hivi inavyoonekana, inakuwa ina load na kisha itafunguka kama hivi. Hapa zitakuwa zinaonekana project zako, kama kuna video yote uliyowahi kutengeneza hapo nyuma itaonekana hapo, lakini hapa juu kabisa unaona kuna neno limeandikwa Watchflow tv. Ukigusa Watchflow tv, hapa ni uwanja ambao utapata kuona creators wengine, watu wengine ambao wanatumia hii VEO 3 kutengeneza video, wametengeneza video gani, kama unavyoziona hizi. Kiangalia hapa, utaona wameandika neno channel, kwa kuwa kuna channel mbalimbali ama Uh, watu mbalimbali ambao wanatengeneza mbali mbali hizi video. Na kizuri ni kwamba sehemu hii imeandikwa show show prompt, prompt, prompt. Kwa unaweza kugusa hapa ni wale maelekezo na utakuwa ukiona hapa mtu aliandika nini, nini alielekeza AI. Kwa hiyo ukipitia video mbalimbali mbali, unaweza hapa kazipeleka mbele ukawa unajifunza kuna vitu utakuwa unaelewa kwamba kumbe kupata matokeo fulani unaweza ukaandika kitu gani na itakuwa inakusaidia kama hivyo, lakini tukirudi kwenye ukurasa wetu wa kutengeneza. Ukifika hapa sasa kwa mara ya kwanza utagusa neno hii. Kwa hiyo ukigusa new project, Kwa new project, hapo itakupeleka kwenye kurasa wa kutengeneza project mpya, unaanza mwanzo. Kwa hiyo unakuwa kwa umefika hapa kwa mara ya kwanza kabisa, kuna vitu natakiwa vielewe na ujifunze. Kwanza kabisa ni kwamba kuna njia tatu ama mifumo mitatu ambayo unaweza kuitumia kutengeneza video zako. Kwanza kabisa ni kupitia text to video, yani unatoa maelekezo na AI inatengeneza video kupitia maelekezo ya maandishi ambayo umeandika, lakini pia ni frames to video. Frames to video. Frames to video unaweka picha lakini AI inatengeneza video kwa kutumia maelekezo uliyoandika, lakini itaanza kwa kutumia picha ambayo umeiweka. Vitu vingine itagenerate na itafananisha vile vile kama picha yako ilivyo, hiyo ndio frames to video. Una uwezo kuweka picha ya kwanza na picha ya mwisho, yani starting frame na end frame, kuonesha kwamba ianze hivi na imalizikie hivi. Lakini vyovyote, kama una picha ambayo umetengeneza kwenye AI zingine unaweza kuiweka hapo kirahisi. Lakini uh, njia au uh, aina uh, ya tatu ni hii, inaitwa ingredients to video. Ingredients to video ni aina ambayo inakuwezesha kutengeneza video ambazo inawezekana kuna muhusika unaitwa character unahitaji atumike kwenye video mbalimbali. Yawezekana mbali. Picha unayo, lakini huhitaji yale mazingira tae, utaweka rangi, utaweka vitu vingi ambavyo unataka vitumike akii prompt yako hapo. Video, kwa hiyo kama bado na wasiwasi na prompt, unaweza ukatumia chat GPT kwa ajili ya kutengeneza prompt. Kwa hiyo tukianza na hii ya text to video, umeona hapa, nitakwenda kuweka text yangu, lakini kwa sekunde chache nikukumbushe, kama ungependa kujifunza mambo zaidi mengi kuhusiana na AI, ujifunze AI mpya ambazo zinaendelea kutoka kila siku, ujifunze namna gani ya kuandika hizi prompt vizuri kabisa, na uzielewe AI, uwe moja kati ya watu ambao wananufaika na AI kuna linki ya group la WhatsApp ambalo nimeliweka hapo chini. Humo tunajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na AI na tunakuwa watu wa kwanza kabisa kunufaika na mambo haya, kabla hata ya wengine hawajasikia kuhusu habari na platform hizi. Kwa hiyo hapa nitaweka prompt yangu mwana, nimeweka prompt hiyo na nitakwenda kuhakikisha nimeselect setting husika. Kwa hapa kwenye upande wa setting ni moja kati ya vitu vya muhimu sana, ukifika hapa kwenye setting Hakikisha unachagua VO3 kama nilivyokuambia. VO3 ndio yenye uwezo wa kutoa audio, yani natengeneza video pamoja na audio ikiwa inamaanisha mazungumzo pamoja na sound effects mbalimbali katika video. Lakini kuna VO3 hii ya kwanza ambayo ni fast, lakini haina quality kubwa, lakini kuna VO3 hii ya pili ambayo ina quality kubwa tofauti na hii ya mwanzo. Lakini kuna VO2, kama utahitaji video na, na usingependa hizo dialogue ama sound effect utachagua hii Veo 2 ambao ni fast, kuna, kuna hii ya quality, lakini hakikisha kama unahitaji mazungumzo utaweka hii ama hii. Lakini sasa, kuna utofauti hapa, mfano nikiweka hii uh, Veo 2 umeona nitatozwa ama kuchajiwa credits kumi kwa generation ya video ambazo zitatoka, lakini umeona nikichagua mfano Veo 3 yenye quality kubwa hii ya mwisho, umeona natozwa ama nakatwa credits mia moja kwa unavyokuwa, video, hiyo unavyokuwa unatengeneza hapa video natakiwa ufahamu hiyo. Kwa hiyo mimi nitakwenda kwa, kwa sasa hivi kwa video hii ya mfano, lakini kuna wakati ninatumia hii yenye hii quality ili kupata kitu bora. Kwa, kwa sasa hivi uh, ninataka tu nikuelekeze kwa kutumia hii yenye quality ya kawaida ambayo ni VEO 3 yenye dialogue na mazungumzo. Baada ya kuwa nimeseti hivyo, nitagusa hapa sehemu ku... ya kugenerate na unaona ina tizama credit ama balance ya credit zako ambazo zimebaki. Sasa hivi ukigusa hapa kwenye upande wa account yako utakuonesha credit zako zilizo baki, na baada ya muda unaona video zimekamilika kama jinsi unapoona hapo. Kwa tulichagua video mbili na zimekuja video mbili, na zote zina audio na unaweza kuzi play na kuzisikiliza, lakini unge tungechagua tu VEO 3 ile yenye quality kubwa, quality kubwa, ungeona ni kubwa, detail ni nyingi, na ingekuwa inavutia kuonesha uhalisia zaidi. Okay, kwa hiyo aina ya pili ya video ambayo nataka nikuelekeze ni hii ya frames frames to to video. Kwa ukigusa hapo frames to video utakuwa na uwezo ku, wa kuweka unaona hapo kuna picha za ya kwanza kama nilivyokuambia start ya utakuwa na picha ya kwanza ambayo inaitwa start frame. Yaani picha ambayo unataka video ianze hapo na kutengeneza story ama video. Na video hizi kama ulivyoona inakuwa na sekunde saba mpaka nane. Kwa hiyo kuanzia hapo ndipo utakapoweza kutengeneza video zako, lakini pia unaweza ukaweka picha mbili. Inamaana kwamba unaweza ukaweka picha ya kwanza na hapo ukaweka picha ya pili ya picha ya mwisho ambayo unataka tukio la mwisho liwe na muonekano huo. Kwa ukigusa hapo picha ya kwanza uta, ap, kuna uwezekano wa kuupload, lakini pia unaweza uka generate. Mimi nitagusa sehemu hii ya upload. Na baada kuwa ume upload kama hivyo, unaona itakuhitaji kama uiselect na ku resize, hivyo nitaikata na kama unavyoona wana, nimeweka starting frame na baadaye nitaandika description ya ama prompt yangu hapa. Kwa hiyo utaweka prompt yako hapo kirahisi kabisa na baadaye utagusa generate, itakuwa kigenerate kama hivyo kirahisi kabisa. Kwa hiyo nilianza na picha kama nilivyokuonesha na naona tayari uh, imeshamaliza kutengeneza video na kama unavyoona wana hapa tayari video mbili hizi hapa. Kwa unaweza ukaangalia video na video yote ambayo itakuwa unaweza kudownload hapa, imekuridhisha. Unaweza unaona, kuna setting hizi tatu, unaweza kudownload kama animated gif au original size au ikawa upscaled kwenda kwenye quality. Hiyo ni rahisi sana na natumaini umenielewa. Kwa hiyo kwenye prompt hapo, sio lazima uandike prompt yenye maelezo ama maelekezo mengi sana ndio AI kuelewe. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini kuna kitu cha bonus. Lakini kama nilivyokuambia, kuna group ambalo tunaendelea ku elimishana kuhusiana na maswala ya AI uh, na kitu kingine cha ziada cha mwisho kabla sijamaliza video ya leo ambayo kidogo imekuwa ni ndefu, una uh, uwezo kupitia hii platform bora, ni kwambia ni platform bora tofauti na ukifanya kupitia Gemini ukigusa hapa add to scene. kuna kitu cha muhimu sana kwa mtu ambaye anataka kutengeneza labda kafilamu fulani kafupi kupitia AI Ukifika sehemu hii mwana, imefunguka hii sehemu inaitwa scene builder. Ikifika kwenye scene builder, mwana hapa kwenye huu uwanja hapa, hii ni time, itakuwa ni time stamp yako ya generation zote unazotengeneza na kutengeneza kama kafilamu mwana. Kwa hiyo una uwezo wa kuadi mwana, kama hapa ni nitakuwa na adi scene ya pili. Kuna aina mbili unaweza ka extend, kwa mfano kama hii clip ambayo inaonekana hapa mwana unaweza ukaiextend ukiextend uki -extend hapa, kuna namna mbili, unaweza ka extend kwa na jump to kwamba itoke kwenye hichi kipengele ije kwenye kipengele kingine, yaani ni kama movie, sasa unataka scene ya pili ionekane kitu fulani kinatokea. Lakini pia una uwezo wa ku jump to au ka extend kwamba baada ya tukio hili, labda huyu mtu ambaye anakimbia hapa anakutana na nini hapa. Sasa umeona hapa, kutoka hapa kuja hapa, unaandika hapa prompt kwamba akutane na kitu fulani hivi na hivi na hivi jinsi unavyoelezea ndio scene yako inatengenezeka, na baada ya kuwa umemaliza kama hapo scene yako una download movie yako, na tayari unakuwa umekamilika, uhitaji hata kuedit zaidi, kwa sababu audio na kila kitu kinakuepo na uh, movie yako inakuwa imekamilika, na hata ukitaka color grading unaweza ukatoa prompt nzuri kabisa yenye kila kitu na inakuwa imekamilika. Basi mpaka kufikia hapo nitakuwa sina la ziada. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe Hakikisha umesubscribe, acha comment yako hapo chini, na tukutane kwenye video zingine tukiwa tunajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na AI.